Agosti 13 mwaka 2018 mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 47 kutoka Utah nchini Marekani aitwaye Dwayne Yude alifariki dunia baada ya kuangusha ndege yake binafsi aina ya Cessna Citation kwenye nyumba yake kwa makusudi, akijaribu kulipiza kisasi kwa mke wake. Tukio hilo lilitokea saa nane na nusu usiku baada ya Dwayne kupaa na ndege hiyo kutoka uwanja wa ndege wa Spanish Fork usiku wa manane na kuielekeza ndege hiyo moja kwa moja katika nyumba yake. Kabla ya tukio hilo majira ya saa moja na nusu jioni, Dwayne alikamatwa kwa kosa la kumpiga mke wake baada ya wao kukutana katika eneo linalofahamika kama American Fork Canyon kuzungumzia matatizo ya ndoa yao. Mazungumzo hayo hayakwenda vizuri na yaliisha kwa ugomvi, uliosababisha Dwayne kukamatwa na polisi. Baada ya kuwekewa dhamana, Dwayne aliruhusiwa kurejea nyumbani majira nyumbani ya saa sita usiku. Alipofika nyumbani akachukua vitu vyake pamoja na gari lake na polisi walisema kuwa hakukuwa na tukio lolote la vurugu wakati huo aliporuhusiwa. Hata hivyo, baadaye aliamua kuchukua hatua ya kutisha kwa kupanda ndege hiyo na kuelekea moja kwa moja kwenye nyumba yake iliyokuwa Payson, Utah, ambako mke wake na watoto wake walikuwa ndani ya nyumba hiyo. Dwayne aliangusha ndege kwenye nyumba hiyo kwa makusudi na kusababisha mlipuko mkubwa wa moto. Licha ya ajali hiyo ya kutisha, mke wake na watoto wake waliweza kutoka salama salimini bila majeraha yoyote, lakini Don mwenyewe ndiye aliyepoteza maisha katika tukio hilo.